Saidia eh, kibali chake kinatosha na ukuu wake u pamoja nasi wakati huu mwema kabisa. Tumeona mkono wake Mungu kitulinda na kutubariki na tumeona hifadhi yake kitutenda mema kabisa. Uko ndani ya Radio Fortune Africa, ukweli na burudani, radio yake inayekuwa kwa kasi, kwa kasi sana, kani sasa, kasi, kwa kasi sana kwa sana duniani ya tumetamba mitandao yote ya kijamii na Bwana ametusaidia na tunashukuru. Unapoenda kwa mitandao ya kijamii yote unatupata kule Radio Fortune Africa kwa njia bora tena kupendeza kabisa. Mathew Ndeva ndilo jina langu, na shukuru sana kwa wote ambao mmetenga muda wenyu na wakati wenyu kwa ajili ya kutufuatilia na hata kututazama katika mitandao ya kijamii na hata kutufuatilia mpaka ndani ya radio yetu. Mungu awatende mema, ubariki kabisa na wazingire kabisa, siku zenyu zibarikiwe, na lolote mguzalo libarikiwe na Bwana, apanue mipaka yenyu siku zote, mkono wa Mungu uwe juu yenyu na kibali chake Mungu kiwazingire na kuwahifadhi siku zote asante na karibu 4561468 ndiyo til namba ya Redio Fortune Afrika simaana kituo hiki tupate kunua transmita itakayosaidia kupeperusha matangazo na kuyatupa kuyafika mbali kwa njia iliyo nzuri tena kupendeza na zaidi ya yote tusalie hewani daima jinsi tulivyo hewani ni gharama lakini tunashukuru kwa wale ambao mnatuombea na zaidi ya yote mnasimama nasi ili muone tunaendelea kuwa baraka kwenyu, na kutumia nafasi hii vizuri kuwapa baraka za Mungu. Nukuu ya matumaini leo. Katika nukuu ya matumaini tunazungumzia habari za muda muda, nyakati na wakati. Kila kitu kina nyakati, wakati wake na nyakati zake zipo. Kila kitu kinafanyika chini ya jua kina majira yake na nyakati zake kila linalofanyika Bwana na makusudio nalo, makusudio so. Leo tunazungumzia about muda, muda, muda kwa wakati mwingine tunaweza sema time, time, time. Katika nukuu ya matumaini, kila unachokifanya kwa wakati huo, Bwana anakuwa amekisawazisha kifanyike hivyo kwa wakati huo. Ni jambo la kupendeza sana ikiwa unatumia muda wako na wakati wako vizuri, kwamba muda unasonga. Jana tu umekuwa kijana na leo angalia muda umesonga. Jana umekuwa na nywele nzuri ya uso. Leo imeanza kuwa na mvui. Jana ulikuwa kichwa chako akina upara, sasa hivi kimeanza kuonyesha upara. Nywele zinaanza kuchomoka moja baada ya nyingine. Vitu vinasonga. Muda unaenda. Jana hii umekuwa na sura nzuri ya ujanani, sasa angalia sura ya uzeeni imeingia. Muda unasonga na nyakati zinasonga. Juzi hii umekuwa mdogo mfupi. Leo Bwana amekusaidia mrefu, unaendelea unasonga likuwa juzi hii na mwili ambao umekuwa mwebamba, sasa umeanza kunenepa. Mtu mnono, Mungu amekusaidia, unenepo umeanza kupatikana. Muda wako unaotumia vipi? Umekuwa juzi una lolote chochole, mtu maskini, na Bwana amekusaidia leo una vitu. Unatumiaje muda? Muda ni wa maana sana, na muda ni uzima na wai, na kila utakapochezea muda, basi unachezea wai wako, unachezea afya yako, maana kuna siku ambazo miguu inayotembea itakuwa imekosa nguvu maana muda utakuwa umesonga. Siku zote usiwadharau wazee na kusema angalia, huyu ni mzee awezi. Hata nawe unaposonga polepole, unasogea mkongojo, hivi karibuni utaanza tembea na mkongojo. Muda wako unaotumia vipi? Tunasema hivi katika nukuu ya matumaini, siku zote watunguze na kuwatazama marafiki unaotembea na wao. Je, ni watu wanaotumia muda vizuri? Maana kuna watu ambao wanacheza na muda, wanacheza na nyakati. Na muda unaposonga na nyakati basi vitu vinaweza badilika kwa wakati wake na unaweza poteza muda. Na mwisho wa safari utakapotaka muda huo urejea utaupata tena. Natamani Mungu akusaidie katika nafasi ya kutumia muda, nafasi ya kutumia nyakati ulizo nazo. Mungu akusaidie sana, ili muda wako utumie vizuri, maana kesho yako inakuja na utatamani kesho hiyo, muda huo utakoenda Yani, vitu vifanyika hivyo tu. Wakati una nafasi tumia nafasi hiyo vizuri na muda wako vizuri, na kila rafiki unatembea naye katika safari ya kila siku, jaribu kumkumbusha, muda unasonga, nafasi tuliyo nayo ya muda inaenda, tutumie vizuri nafasi hii, maana kuna siku zitakuja, hata tutajilazimisha hapo, watatuambia umri umekataa, enda nyumbani, umri umekataa, songa mbili. So, wakati tungali na nafasi na umri wa kufanya vitu tuvitumia muda huo vizuri, maana Mungu ametuweka hapo na makusudi. Na katika nukuu ya matumaini, tumia muda wako vizuri. Kufanikiwa kunakuja kwa wakati wa bidii yako na bidii ulionayo huja, wakati una nguvu. Ndio mmoja waandishi akasema katika maandiko e, mtumie Bwana siku za ujana wako, kabla zikuja siku za hatari, ambazo utasema ja, ningejua, ningefahamu ningejua na tayari muda utakuwa umesonga. Nafasi uliyonaye sasa ujanani tumia vizuri, tumia nafasi uliyonaye vizuri katika umri wa katikati, wakati kati wa uzeeni, tumia tena nafasi vizuri ya uzee huo, maana bidii yako ndiyo mafanikio yako. Katika nukuu, bidii yako ndiyo mafanikio, na wakati unapotia bidii katika kazi hiyo, na Bwana anaibariki kazi ya mikono yako. Bidii yako ni mafanikio yako. Tunakuombea kama Radio Fortune Africa tukisema hivi kweli, huu tulionayokupa kwa sasa ni kwamba bidii ulionayo ndiyo mafanikio yako, na timitisha ama namalizisha nikisema hivi ya kwamba e, msikilizaji wetu, katika maandiko neno la Mungu linasema hivi katika neema yake, onjeni muone kuwa Bwana yu mwema. E, onjeni muone kwamba Bwana yu mwema heli mtu yule anayemtumainia baba Mungu Zaburi ya ja thelathini na nne mstari wa nane. Onjeni muone jinsi Bwana juu mwema, na tamani asubuhi hii njema, mchana huu wa leo, na hata jioni ya leo, na hata usiku utakapofika, ya ja kwamba umuonje yeye uone jinsi alivyo mwema, na pia tumia muda wako vizuri na nyakati, wa, nyakati unazoishi vizuri, maana muda ulionao unaisha, unapita, utakapotamani utakapo, muda huo utakuwa umekuponyoka. Ndeva Mathew ndani ya Radio Fortune Africa, ukweli na burudani, na tumekuwa ndani ya nukuu ya matumaini asante. 4561468 ndiyo till namba yetu. Mungu akulinde akubariki, na uwe na mchana uliobarikiwa tena uliyoinuliwa. Asante na kwa hei.